Sina budi vile vile kusema nimefarijika sana kuona mwitikio wa siku hii ya leo kutoka kwenu. Mimi binafsi nimefarijika sana sana, lakini eh, najua hata nyinyi mtakuwa vilevile mmefurahi. Heri ya mwaka mpya, tupo hapa leo tunaangalia mwaka mpya lakini hatukutumbukia tu mwaka mpya. Kwenye siasa kulikuwa na mambo yake. Kwenye maendeleo nako tumepata taarifa hapa nzuri tu, namna tumeweza kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda nyingine, lakini pengine la muhimu ni hapa kwenye kaeneo ka siasa hapa nataka na kulisema hili ili iwe ni sehemu vile vile ambao sisi wazazi wa watoto tujaribu kuona namna ya kuwasaidia vijana wetu. Tulikuja wimbi gombi, ni kwamba tuandamane, lakini sasa watu wakawa naulizana, sawa sasa, kama ni maandamano, mbona mkwankumaduka mkokiva ona tukachome na majumba ya watu, na yalichomwa. Ndio maandamano tunayotafuta hapo? Sasa vijana wale fulka ile, inapotokea jambo anaona kama la kawaida, na yeye anataka ese. Sasa matokeo yake vijana wanapoteza maisha, wengine ndio pengine wamejeruhiwa. Kwa hiyo lazima kama wazazi tubebe dhamana hii, tuone namna ya kujenga vijana wetu wawe watoto wazuri, watoto wenye kujua wafanye nini katika mazingira yao. Mwana umleavyo ndivyo akuwavyo. Kwao tuwalee kiroho ili wawe watoto wazuri kwa upande huo, lakini tuwalee vile vile kidunia ili na wao waweze kufanya watu muda wote wanaofikiri kwanza, wanaamua wanajaribu kuona hapo, una- unatakiwa ufanye nini, badala ya kuinuka na jambo tu bila kujua hata unakwenda wapi. Kwa hiyo nikasema, madam tumeonana hapa na kwa sababu kitu wengine unaokaa mijini mijini, alafu eh, hey, kumbali mlikuwa na mambo swali. Lakini huko ii unaogopa kweli kweli hata kutoa mguu kwenda leo mguu kidogo na niuma ompe anaogopa tu, unaweza ukateremka mjini kule hapo mambo yakakuharibikia. Kwa hiyo tujaribu sana kuyaona haya, kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa ni kimbuko la jambo ambalo ni ujifu ujifu wa amani mkubwa sana na ndani yake watu wanapata madhara makubwa sana. kwa tuangalie pande zote mbili, kiroho lakini vilevile kidunia, kwa maana ya kimwili, tuweze kuona namna ya kuwajenga vijana wetu wanaendelea kustiza ni kuendelea kushirikiana na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu kipenzi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na jana tumemsikia kwenye hotuba yake amesitiza mambo ya msingi ambayo yanaweza kutugusha kwenye mwaka wetu huu, na Mheshimiwa rais amesema kabla ya mwezi wa tatu atatoa taarifa rasmi ya mambo ambayo Mheshimiwa rais aliahidi kufanyika ndani ya siku mia moja za utawala, utawala wake na Mheshimiwa waziri mkuu mstaafu kwetu sisi tayari tumeshaona baadhi ya mambo ambayo mheshimiwa rais aliahidi kutimia kuyafanya mojawapo ni, ni, ni kurejea kwa mkandarasi wa barabara ya Sitalike kuja hapa Kibaoni tasharejea kazini. Na kama mnajua kwamba kipindi kile alipopita vilimuomba, na ndani ya siku hizi mia moja ambazo mheshimiwa rais aliahidi ni miongoni mwa miradi ambayo itarejea kwa kasi kubwa, na wataanza kwanza, kwa sababu tumekuwa nao muda mrefu hatuoni hata alama ya kilomita moja. Na kwa sasa kwa kasi hiyo hiyo wataanza kwanza na kilomita kumi na tano, wakiendelea na shughuli nyingine, lakini sehemu zile korofi, mheshimiwa waziri mkuu mstaafu, tayari wanaendelea kuzirekebisha na magreda yako barabarani. Wale wote wanaotumia barabara ya Sitalike kuja Kibaoni, mnaona sehemu ambazo zina, changa, zina changamoto tayari zimeanza kufanyia ukarabati huo. Kwa majina anaitwa Agnes Shauri. Niko hapa Kibaoni kwa mwaliko wa mheshimiwa Mizengo Pinda, waziri mkuu mstaafu. Kwa kweli nimefurahi sana kujumuika kuanzia ibada ya kanisani mpaka kwenye hafla hii hapa nyumbani kwake, na mheshimiwa amekazia sana swala la malezi kwa watoto. Ni jukumu letu, mimi kama mzazi, na wajibu wa kumlinda mtoto wangu, mtoto wa jirani yangu, maana dunia saa hizi ya utandawazi, mambo ni mengi kwao, tuelewe watoto wetu kwa kufuata misingi ya imani dini na mafundisho pia, ili tuweze ku- jamii yetu iweze kukua na maadili. Kwa kusema haya, na mshukuru Mungu pia kwa kufika mwaka huu. Naomba Watanzania wote, tu mwaka huu mwaka wa faraja, wa neema, tusahau yote yaliyopita, tuanze upya na amani itawale katika nchi yetu. Happy New Year 2026. Kamisa. Huku Kibaoni leo tumeshiriki misa na waziri mkuu mstaafu. Waziri mkuu kasisitiza sana swala la malezi kwa watoto, kasisitiza sana swala la upendo, tuwapende na tuwalee watoto wetu katika malezi yanayotakiwa. Katutakia heri sana ya mwaka mpya, mwaka elfu mbili na ishirini na sita, na mimi kama mmoja wa taasisi ya mwalimu Nyerere, nawatakia watanzania wote heri ya mwaka mpya wa elfu mbili na ishirini na sita. Ukawe mwaka wa furaha, amani na upendo. Happy New Year.